Nitakuja na fyekeo na rato. Lazima maono ya mheshimiwa rais, lazima maono ya mheshimiwa Rais, ahadi ambazo mheshimiwa rais amewaahidi watanzania lazima zitekelezwe. Mheshimiwa Spika, katika kumalizia, nitoe rai kwa watanzania wote